Ma sisi taasisi ya MAIPAC kwa kushirikiana na safi kuja huko EAS eh, si kuzungumza na wanawake wa jamii ya Kihadzabe, kwanza kujua changamoto ambazo zinawakabili ili kuweza kupaza sauti serikali kuchukua hatua na wadau wengine, lakini vile vile tumekuja huku kuhamasisha jamii ya Kihadzabe, mwaka huu kuna uchaguzi mkuu, kwa hiyo iweze kujitokeza kushiriki katika uchaguzi mkuu. Tumewataka wanawake wa hizi jamii watumie fursa zilizopo, wagombee nafasi za udiwani, wagombee nafasi za ubunge zote katika maeneo yao, ili walau wawe na uwakilishi na sauti zao ziweze kupazwa. Tumewasikia wana changamoto kubwa ya masuala ya ardhi, ardhi yao inavamiwa, lakini kwa sababu hawana wa uwakilishi katika vyombo vya maamuzi, imekuwa ni ngumu changamoto zao kusikika. Tumeona katika serikali za vijiji hakuna hata mjumbe mmoja kutoka jamii ya Kihadzabe. Tumeona serikali ya kata hakuna hata mjumbe mmoja kutoka jamii ya Kihadzabe, kwa hiyo tunaamini kupitia Nema Tozihirwa ni kai meneja wa Savi Media. Tuko hapa tukishirikiana na wenzetu wa MAIPAC kwa ajili ya kufikia jamii ya wawindaji ambayo inapatikana huku katika Ziwa Eyasi. Tumekuja huku kwa ajili ya kusikia changamoto zao, ikiwa ni katika kuelekea siku ya wanawake duniani. Tunafahamu wako huku wanakabiliwa na changamoto nyingi, lakini tumekuja, tumebaini mengi zaidi ambayo tunaweza tukayafikisha kwenye jamii na serikali ikaanza kuchukua hatua. Cha kushangaza zaidi ni kwa wanawake kusikia kwamba wajui kama kuna siku ya mwanamke, lakini pia tumesikia kuhusiana na wao kwa sababu wanavamiwa, hata zile tabia ambazo walikuwa hawako nazo zimeingiliwa kwe, zimeingizwa kwenye jamii yao.